Nilikuambia uandike insha ya maelezo kuhusu umuhimu wa maji, ulikuwa unapaswa, kwa sababu ni maelezo. Kwanza, katika aya ya kwanza, unaeleza kidogo kuhusu maji. Maji ni rasilimali muhimu sana katika maisha viumbe samani. Maji ni rasilimali muhimu sana katika maisha ya viumbe vyote duniani. Bila maji, maisha hayawezi kudumu. Maji hutumika katika shughuli nyingi za kila siku na ni nguzo kuu ya maendeleo ya kijamii, kiuchumi na kiafya. Katika insha hii, tutaangazia umuhimu wa maji kwa mwanadamu, mimea, wanyama na mazingira kwa jumla. Kwanza, maji ni muhimu kwa maisha ya binadamu. Mwanadamu hutumia maji kwa kunywa ili kudumisha afya ya mwili. Mwili wa binadamu unahitaji maji kwa ajili ya kusafisha virutubisho, kusawazisha joto la mwili na kuondoa taka mwilini. Bila maji ya kutosha, mtu huweza kupata magonjwa kama vile homa ya matumbo na matatizo ya figo. Pili, maji ni muhimu katika kilimo. Mimea huhitaji maji ili kukua na kuzaa matunda. Wakulima hutegemea mvua au umwagiliaji ili kuhakikisha mimea yao inastawi. Bila maji hakutakuwa na chakula cha kutosha, jambo ambalo huathiri usalama wa chakula na uchumi wa nchi. Tatu, maji hutumika katika shughuli za kila siku kama vile kupika, kuoga, kufua nguo na kusafisha mazingira. Usafi wa mwili na mazingira unasaidia kuzuia magonjwa mbalimbali yanayosababishwa na uchafu. Hivyo basi maji ni msingi wa afya njema na maisha bora. Nne, maji ni muhimu kwa viwanda na uzalishaji wa bidhaa viwanda hutumia maji katika kusafisha malighafi, kupoza mashine na kuzalisha bidhaa mbalimbali. Hii inaonyesha kuwa maji ni kiini cha maendeleo ya kiuchumi na ajira kwa watu wengi. Maji ni makazi ya viumbe mbalimbali kama vile samaki, vyura na viumbe wa majini. Pia maji huathiri hali ya hewa na mzunguko wa mvua. Maji kama chanzo cha nishati. Maji hutumika katika uzalishaji wa umeme kupitia mabwawa ya kuzalisha umeme wa maji ile hydroelectric power. Umeme huu ni muhimu kwa matumizi ya nyumbani, viwandani, na katika taasisi mbalimbali. Bila maji uzalishaji wa nishati unaweza kudorora, na hivyo kudhoofisha maendeleo ya nchi. Pia maji katika utalii. Maeneo ya maji kama vile bahari, mito, maziwa na maporomoko ya maji huvutia watalii kutoka sehemu mbalimbali duniani utalii huu huchangia pato la taifa na ajira kwa wananchi. Maji hivyo basi, yana mchango mkubwa katika sekta ya utalii na uchumi. Maji kama sehemu ya utamaduni na dini. Utapata kuwa katika tamaduni nyingi maji yanachukuliwa kuwa takatifu na hutumika katika ibada, utakaso na desturi za jadi. Katika dini nyingi kama Uislamu na Ukristo, maji hutumika katika ibada za kila siku kama vile wudhu na ubatizo. Maji katika usafirishaji na usafiri. Mito, maziwa na bahari hutumika katika njia za usafiri na usafirishaji wa watu na bidhaa. Bandari nyingi duniani zipo karibu na maji na ni lango muhimu la biashara ya kimataifa. Maji pia hupunguza majanga ya moto. Wakati wa dharura kama vile moto, maji hutumika kama njia ya kuzima moto na kuokoa maisha pamoja na mali. Bila maji, vikosi vya zimamoto haviwezi kutekeleza majukumu yao ipasavyo. Maji pia hutumika katika uhifadhi wa mazingira. Kwa hivyo, maji husaidia uhifadhi wa mazingira ya asili kama vile misitu, mabwawa ya asili na maeneo oevu maeneo haya ni makazi ya viumbe mbalimbali na huchangia katika kusawazisha hali ya hewa. Kumi na mbili. Uh, tunapata kuwa maji huchangia amani na ushirikiano wa kimataifa. Baadhi ya mataifa yanashirikiana katika matumizi ya vyombo vya maji yanayovuka mipaka kama vile mito mikubwa. Ushirikiano huu imarisha diplomasia na amani katika mataifa jirani. Maji pia ni fursa ya ajira. Sekta ya maji hutoa ajira kwa watu wengi kama vile wahandisi wa maji, wafanyikazi wa usafi, wavuvi na wakaguzi wa maji. Hii husaidia kupunguza ukosefu wa ajira na kuinua maisha ya watu. Pia maji katika michezo na burudani, utum... kwa hivyo maji hapa hutumika katika michezo kama kuogelea, uvuvi wa burudani na mashindano ya vitumbwi. Michezo hii hueleza michezo hii huendeleza afya ya mwili na uleta burudani, na wakati mwingine huchangia kipato. Maji katika kuimarisha usalama wa chakula: utapata kuwa maji ni muhimu kwa uzalishaji wa chakula, si tu katika kilimo bali pia kwa wanyama wanaofungwa kwa ajili ya nyama, maziwa na mayai. Bila maji ya kutosha, mifugo huweza kufa au kudhoofika, na hivyo kuathiri upatikanaji wa chakula. Kwa hivyo, na unahitimisha vipi? Kwa kumalizia, maji ni uhai. Bila maji hakuna uhai, maendeleo wala ustawi. Ni wajibu wetu sote kulinda vyanzo vya maji, kutumia maji kwa busara na kuhakikisha kila mtu anapata maji safi na salama. Serikali na jamii kwa jumla wanapaswa kushirikiana kuhifadhi rasilimali hii adimu kwa manufaa ya sasa na vizazi vijavyo. Hata wewe mwenyewe hujaandika nini hitimisho? Pia utapata wengi sana wanatakriri, urudiaji ni mwingi sana kupita kiasi, yaani wamerudia mpaka hata mimi mwenyewe nashangaa. Sheng iko pale, umerudia kwanza. Ile hoja ya kuosha usafi, unaanza kusema utumia kuoga, hiyo ni aya moja. Utumia wa kusafisha nyumbani, kusafisha sokoni. Sasa unajirudia tu, wengine maji huu, maji huu Ungeandika hoja yenyewe, upaswi kusema maji ufanya nini? Unapaswa kuitaja katika ile sentensi yako ya kwanza. Wengine wanataja sentensi ya kwanza na ya mwisho, unataja hoja tofauti. Kila aya inapaswa kuwa na hoja yake. Yule ambaye alifanya vizuri zaidi, sima wa kijana. Wasomee hoja zako ya kwanza kwanza vile ulishughulikia. Hoja ya kwanza ulizungumzia nini, ya pili? Kwanza alianza katika aya ya kwanza kueleza maji ni nini. Alafu akaanza aya ya pili. Aya ya kwanza ulizungumzia maji Umuhimu? Wako, waditu, waditu, waditu, waditu. Aha, nataka hoja zenyewe sasa e. Haya ya kwanza alianza vizuri kueleza maji ni nini. Haya ya pili umuhimu wa e, uh-huh, Ma maji ni shambani ya pili si unaona zake aghalabu hazijajirudia wale wengi zimejirudia hata wengine wanazungumzia mambo ya maji ambayo unasema ndio maji tunakunywa. Tunakunywa kwa nini? Wengine <coughs> aya zao ukiangalia zina sentensi tatu tu pekee. Sasa nitafanya nini? Ukiandika sentensi tatu, ntasoma nini? Tuliandika insha hiyo dakika thelathini, na utashangaa sana. Makosa ya kuendeleza maneno hayako, hakuna makosa ya kuendeleza maneno, hakuna mwendelezo wa maneno spelling, hakuna spelling mistakes, utashangaa kwa hivyo kile shida yako ni nini? Ubunifu. Usomi vitabu, usomi vitabu. Kwanza nilikuwa nataka kukuambia, ukifungua kitabu chako cha Kiswahili Kitukuzwe kidato cha pili na kidato cha tatu, kuna ufahamu wa umuhimu wa maji na tulisoma